Jambo wanaotusikia mbali na karibu, kwa majina ni Asante Mkulima. Si tunatafuta angalia watu ambao wanakula mafuta manyama, mafrite, mazara, ambao watakuya kupata. Tunatafuta angalia mkitabo cha kwa Korinto, kwa Korinto kuna kunasema hivi oh, au hamjui ya kuwa mwili zenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na, Roho na Mungu. Hapa nakuwa alikuwa wakitonesha sema atuzia kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kumbe tukikula vibaya, tunakunywa vibaya, tutakuwa tukiharibu hekalu la Bwana. Utumiaji wa mafuta mengi kwenye chakula husababisha magonjwa ya moyo. Unakula mafuta asubuhi, mchana, magharibi, na kuletea tansio, moyo, uti wa mgongo, kolone verteblari, inayaribisha kansere ya mfuko wa uzazi Naona wamama hawazai. Figo nazo zinakuwa kuluma, kupoteza fahamu, unawaza mingi. Naona unazimia kadogo, unapoteza fahamu, juya mafuta mingi, kutojali. Wanakuambia kitu susome, neno la Mungu natupilia kule, kukosa mwelekeo. Wanakuambia tubu, na kingali mbele unatafuta, unatafuta endu na sita, sita, ila ute ni mafuta kunenepa kupita kiasi. Unaona mtu iko na nenepa, unazania ni vizuri, kumbe ni mafuta ya mingi na aseme, na inaleta makansere vitu vya mingi. Kumbe tukiona mtu iko na nenepa au, au wewe mwenye unanenepa usizania aseme ni heshima, haiko heshima, ni magonjwa. Tutapania dawa kwa limoya, tunatafuta ngali ya kucengine kipengele Kingine kipengele cha kusema kutumia pombe, sigara, madawa ya kulevya kusababisha upungufu wa akili, ini, kansere, mfuko wa, wa chakula, kifafa, moyo, mapafu na njia za kupumua, kuharibika kwa figo na kipofu cha mkojo, kisukari, uzinzi, uharibifu uharibifu wa familia ubinafsi wa mauaji katili. Hapa nakuwa alikuwa wakitonesha aseme aseme, kumbe mtu akianza vuta a, ase kutumia pombe sigara madawa ya kulevya, seme inamupunguzia ina, akili. Jua kuna mwenye ateeza apenda pungukia akili. Kama tunapenda kile yetu sipunguke, tunapashwa viacha vile vyote, kansere mfuko wa chakula

anashindwa pumua, anazimia juu ya ku, juu ya pumuzi kukata, aseme vile vyote kuharibika kwa figo, aseme juu ya kuvuta masigara, madawa ya kulevya aseme kuharibika kwa familia. Unakuta mama nalamuka yena watoto wanaanza gombana wako na, lamuka, na batutoba, farakana juu ya hivi vyote, asigara, madawa ya kulevya, madawa ya kulevya. Tutapana kwa kidogo sa energy ukiaikunywa inakupotezea ina usingizi unaenda pata usingizi madezere. Kumbe vile vyote viko na tudorojea, akili haiko vizuri, kuvikula hizo vitatuletea hivi vyote vya kufarakana kwa familia. Natafuta kupana dawa ya mafuta mengi, unapasha kukamata onyeruje, unaikamata na unakamata na, na ile ngozi ile maganda ya stro unakamata na na karote moya unakamata na, na shu Vey, vako na kablenda vanapashwa kamata ile ngozi ya ya sitro vanaisaga mwakale kablenda na veha vana vanapashwa ka kamata ile ngozi vanaikatakata na kisu muzuri cha vanakwa nakula Chata. Sasa dawa ya, ya pili tu kwa vile vya mafuta unapashwa kamata mai ya uvuguvugu au tiede unatia ndani sitro na kunya asubuhi na magaribi. Vile vitatusaidia kama tuliweza kutumikisha ile mafuta. Unakula manyama asubuhi na mchana, ile madawa itaweza kusaidia na itakuwa chinga kwa mwili wetu. Tunatafuta sasa kupana na dawa ile ya kutumia pombe, sigara, madawa ya kulevya. Ni dawa gani tunatafuta ipano? tunapasha kamata mfano ni kukamata ngano za kufikia humu maina fika humu sha sasa, unaziacha mule asubuhi, unazikamata Mbe, una, na zishakomala mbebako ndani na kasali na unachunga kwanza za ndizi kauke, unatia ndani kasali mbele ukule, unakula dawa ya pili tu kwa hii ya nani ya, ya madawa za kulevya, unapasha kamata bunga ya vulezi unatia ndani bleba unakuwa na kuni ile ya kwanza kumafuta utaitumikisha panda vente zuri. Itakuwa kinga kwa mili zetu, naoombea ilo ili sisi sote tuweze kutumikisha hivi, naoombea kupitia jina la Yesu Kristo Linda As As As As As